Naendaje ni kuni somo lile utaratibu katika, eh utaratibu wa Mungu ambao ni sheria ya Mungu. Tunaenda kuangalia amri ya 4. Kabla tujaangalia amri ya 4, tuangalie tunaendaje mbinguni. Lazima tuende, tunaendaje? Ufunuo ni sura ya 14 na ule mstari wa 12, Ufunuo 14 na ule mstari wa 12. Tunaenda mbinguni. Mwenye mbingu anasema mnaweza mkaja, ila lazima mfanye hivyo Anasema ndio, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu. Eti watakatifu wana sifa, sifa ya kwanza wanazishika amri za Mungu, mm -hmm, na imani ya Yesu, na imani ya Yesu kwa nesa zidi Wanaenda mbinguni wana sifa ngapi? Wanyama wa kuliwa wana sifa ngapi? Samaki wa kuliwa wana sifa ngapi? Wanaenda mbinguni wana sifa ngapi? Kwa hiyo kwa kwa Mungu ni mbili mbili. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu watakatifu, wanaojiita watakatifu duniani, ila yeye anasema mara ni nispeshe sasa. Watakatifu hao ni hawa wepi? Wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa ndio wanatumaini na kusubiri Yesu anapokuja wana, wana, mara ya pili. Kwa hiyo lazima tuende ikiwa tu, usije ukasema lazima tuende avuku naua sheria ya Mungu. Tunaenda ikiwa tunazishika amri za Mungu munguwanae kwanza sema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu akanena maneno haya yote, akamwambia Musa, akamwambia Musa amri ya kwanza, akamwambia Musa, uh, usiwe na miungu. Nenda uambie wana wa Israeli kwamba wasiwe na miungu mingine ila mimi, kwa kuwa Mungu anayesema ni Mungu aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kwa sababu mmetolewa huko kwenye utumwa sasa kuanzia sasa kwa huru kwa uko huru sio mtumwa tena usiwe na mengo mengi ila amri ya kwanza amri ya pili mwanzo mwingine amri nyingine Amri nyingine ni kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga ya mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho chini eh, ya maji chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi ni Mungu mwenye wivu. Ninawapatiliza wana maovu. Ukianza kuabudu sanamu, mtaabudu wewe na watoto wako na wajukuu na minyanya vyote itakuwa na patiza tu abudu sanamu, hata kama hatujapenda abudu sanamu, kwa sababu babu yako aliabudu sanamu. Nami nina warehemu maelfu elfu, elfu wanipendao kuzi yani na kuzishika amri zangu, hao nina warehemu. Yani ikiwa babu alikuwa anashika amri, mtoto naye anashika ba, amri ba, baba baba anashika amri e, mjukuu anashika amri, ana rehemu ana rehemu ana rehemu ana rehemu ma elfu. Pili inakataza kuabudu sanamu, inakataza hata hivyo, hata hivyo na kuabudu sana, sanamu. Wewe unaabudu sanamu ambayo ikiandikwa hapa, hata kama mvua inanyesha haijui, ndio yako sanamu sana, sana, ina macho hayo, ina masikio hizi. Hata ukisema wewe, sanamu, naomba unisaidie, inakushangaa. Kwa kwa inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Bwana atamhesabia hatia mtu alitaja jina la Bwana bure jina la Bwana. Ufengu, umefanya makosa, e, umefanya makosa. Mwanaume anakuuliza, ni kama pale nimesimama na John. John wa wapi? Wa juu wa chini. Kwani kwani wa juu ndio tu alikuruhusu simame? Kwani mimi sikusema mambo na John. Pale ni kama watu wameniambia kuwa na John anasema, hakuna, ninaongea na Mungu ananiona. Unajua wafinika, ukisha sema na Mungu huko, ile speedi ya kumrab mtu inafanyaje? Nimewambia Mungu ausiki kwenye uongo. Kulitaja bure ni kumhusisha Mungu katika kukwepa kosa, na wakati umekosea. Amri ya nne, hizi amri, hizi ambazo ziliandikwa kwenye bao zile zile mbili, amri ya nne inasema nikumbuke, siku ya sabato utakase siku Unafanya kazi utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mama wako akufuga. Wala mgeni aje ndani ya milango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya sabato. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato <coughs> akaitakasa. Kama hujakaribi hii amri tunakubatiza leo.

siko ambayo amelianzisha Mungu mwenyewe, na kwa, kwa weni mwanadamu huruhusiwi kumisha Mungu chochote. Anachosema Mungu, kazi yetu sisi nikufuata nikuamini, pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Anachosema Mungu lazima tuamini. <laughs> Yaani kama Mungu anasema sabato ni Jumapili lazima tuamini, na leo tutaangalia sabato ni Jumapili. Ikiwa ni Jumapili wote kesho kwenye ibada wote

Ilibeba, uh, ilikuwa kwenye ubao mmoja, amri ya kwanza mpaka ya nne ilikuwa kwenye ubao mmoja. Ndio maana Mungu anasema anasema, kulikuwa na mbao mbili, zile amri za Mungu ziliandikwa kwenye mbao mbili. Koyubaho, kwa hiyo ubao wa kwanza ulibeba amri ya kwanza, usiwe na miungu; amri ya pili, sijifanyie sanamu; amri ya tatu, silitaje pole; amri ya nne, ikumbuke siku ya Sabato. Ubao wa kwanza umekamilika, na ubao unabeba amri moja Yanasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Na maana yake ubao mmoja unakumbusha upendo wako kwa Mungu tu kitu yani u, ukitaka kujua unampenda Mungu jikambwe kwenye hizi nne tu, hizi ndio zinahusu upendo wako kwa Mungu, haziingiliani na serikali, haziingiliani na mkuu wa wilaya Yani, na Mungu watu wawili, yani kusema kusema una miungwe una miungwe hakuna. Kama unafanya kazi siku ya Sabato haiwezi aniaa hata kumsikia mbele ya mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya ataendelea na safari. Hawasikii na hivi. Unataka mkuu wa wilaya asimame. Vunja hizi tano hizi zinazofuata hizi tano mkuu wa wilaya atasimama. Yaani, mtu anapiga baba, mkuu wa wilaya atasimama. Maana amri ya tano nasema, waheshimu baba na mama. Sasa napita mkuu wa wilaya nakuta hujamheshimu nani atasimama ila zingine zile nne hawezi kusimama bana, ni zinakuhusu wewe na Mungu wako, ni mahusiano yako nau. Ubao wa pili ulianzia ulianzial, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kwa nyingi katika nchi pewale na Bwana Mungu wako. Heshima kwa baba na mama sio kwa mke <laughs> kuna watu wanaheshimu mke zaidi ya baba na mama unajua Mpende mke sio mheshimu, mpende. Baba na mama kuwaheshimu, muke kumpende. Sasa kuna watoto wengine wa mama yake na baba yake wako huko kijijini, wana shida, wanakula ndizi za kuchoma na parachichi na nyanya chungu. Mama wa watu wamekazana, nyanya chungu ni tamu. Unachanganya lugha, nyanya chungu anafuta akenewa <laughs> <laughs> <Tuna> <wadi. laughs> Wewe huko hapo, mama yako nasifia nyanya chungu, hiyo ni tabu. Katika Israeli jamani hapa. Kwanba kula nyama kila ai nyama samaki wa bichi alini wanakula namke, wanakula na mke, wamesahau baba na mama. Mungu akasema ehe, wanaleta mtani hawa, ni watengenezee amri tena hiyo ya kwanza kwenye ule ubao akaa wapi kuheshimwa sasa, kuhakikisha kwamba wanakula wanashiba, wamejengewa nyumba, wanalala mahali pazuri. Maana huko hapa ni kwa sababu tu mama yako na baba yako walikuwa na huruma, hawakutupa chooni, ndio maana huko hapa umekuwa umek, kwa sababu mama na baba walikulea vizuri, walikulea vizuri. Kwa hiyo lazima tuwakumbuke. Eh. Yeah. Hey. Basi vokata kilo za nyama, unakata mbili zinaenda nyumbani mbili zinaenda kwa mama na baba. Unanunua samaki mbili zinakuja nyumbani mbili zinaenda kwa baba na mama. Yeah. Amri ya sita. Amri ya sita inasema usiuwe. Usiue, ndio ya Usi Usi pili, kwenye ubao wa pili usiue. <laughs> Yani ikitokea mwizi amekuibia wewe ukamuua, wote ni moja mojamoja, zimebaki penati moja, si <laughs> <laughs> ameiba mwingine amefanyati, ameua na. Ameua <laughs> na haina sababu ameandika hivyo Usiu ukitaka kuniuliza kwa mfano kama una michanga ni unataka kunijali mimi, nianze kutoa sababu. Yeye kubwa anatoa sababu, usiu kitu hata <laughs> kivya mwizi huyo wewe, amepita kwako anajua eh, hapa kwa, kwa. Hey, kwa msabato anaweza kaniokoa labda huyu <laughs> wakamkamata hapa kwako, kwa wameua, toka kasaidie polisi na wewe japo <laughs> wameulia kwako.

nje siku nje? Hapana, sikutoka. Hapana, nilitoka. Wanasema huyo anajua usiu. Amri ya saba inasema usizidi, usizidi, usizidi

i yake na ni ukweli i kuonyesha kwamba unaangalia huku na huku, huku na huku, na ukisikia hata kama ni panya, unasikilizia Mungu akasema. Dada moja zao, yani kwa kweli kabisa, yani, mimi, hii dunia, hii dunia. <laughs> Sikupanga kuzini. Hii dunia. Huyu mkaka tena nasema mkaka, anatembea na mkaka. Sio, na kaka, mkaka. Huyu mkaka ananifuatia nikiwa, nikata nimefika nimebadilisha shule Umesindwa yeah. Wenzako anashindwa we, umesindwa nikasindwa. Mungu alipoona ujinga, ujinga wa viumbe wake aliowaumba, akaona ujinga, ujinga na ukubakuubaku tulio nao aaaniwaweke uingo msizini, msizini

Yule mwanaume anapotembea amevaa nguo nguo, zimemstiri vizuri, unataabika nayo, unataabika na, akivua hapo anavuta matoka, kumbe ndicho kinachokaza ile bodi ningu, akitoa kama unji hazieaabis <laughs> <laughs> <laughs> Anafanya jambo linamwangamiza nafsi yake na shetani, ukiwa na hatua za kwenda kuzini

<laughs> amya sababu sizini na hii ndio imebeba abiria wengi. Kuna magari mengine huko hayana na hapa hazipo tu, watu wamekazana tu humo humo kwenye kupanda na humo kwenye usizini kwenye gari lile, ndio abiria wako wako wako na Wakristo wengi wamepanda hiyo gari hiyo wengine ni viongozi kabisa, anatangaza matangazo lakini yuko kwenye hilo hilo gani. Na utajuaje kwamba huyu kiongozi naye amepanda hilo hilo? Wakati kuna kijana fulani anambiwa sasa hii dunia hii. Kiongozi, humu duniani majaribu ni mengi. Kusema ukweli tunahitaji tu neema. Kwa sababu hakuna mwenye haki hata moja. <laughs>

ya nane inasema usiibe. Usiibe, kuiba ni kubaya na chifuna, watu wengi ni wajizi. Ya wajaribu kuiba ni kuchukua kitu cha mtu bila taarifa, ndio kuiba. Hata kama ni memory memory, unajua usipokamatwa inakuwa ni kama nimechukua tu kama memory, lakini wacha uweke uweke katikati ya wale ambao ameiba memory, ndio utajua memory, kumbe ni kubwa <laughs>

Na kama ujaiba, unakuwa na sura ya utakatifu. Ukiiba tu hata kama ulikuwa mtakatifu ila ukiiba inakuwa sura ya wizi. Waliaka katikati ya kucheka na kuiba, mtu amekuja anapiga penalty. Hakuna mkwe ukikwepa anakuepa. Penalty. Yani mtu anapokwisha wewe kaao ni kujikaza

kuiba ni kufanyaje kuiba ni kwamba kuna mama mjane anauza kaeneo au anauza nyumba kuna mtu amejitokeza sema mimi naweza nikakuzi naweza shika milioni mbili kumbe huyu mtu anajua hii nyumba inaweza ikauzwa milioni tano anauza milioni tano bibi nampa milioni mbili anasema shukuru Mungu akubariki ambariki mwizi Mwenye mmoja amepata milioni mbili. Dalali amepata milioni tatu. Amesema afadhali hata angepata na kitabu. Eti kwa sababu bibi hajui thamani. Bibi wa watu na msikiti asingekuya mtoto ndiye aliyeniuzia na msukulu na musukunu. Kumbe ameiba. Usibe? Amri ya tisa usimshuhudie jirani yako. Usimshuhudie jirani yako uongo. Hata kwa kuhongwa Honga, wa honga, maana yake, amegundua, so, unawaki, kuna watu wanahonga kwa kutu kutoa kutuwa ushuda wa uongo. Amehonga. Ukiona mtu tu anahonga kama naki amekosea, kutuwa ame kosea yeye. Kwa sababu kama una wakitu una. Kwa hiyo, usimshuhudie jana ku uongo. Uongo. Nilimwambia kile kipindi ini kwa kwa kwa wale wanaofanya uzinzi wale wa vijana wale wa kiume wanaofanya uzinzi wale Wakati fulani tunasema ni waongo, lakini wanakuwa sio waongo. Anakuambia, naita ukinikubali, ukinikubali maisha yako anafanyaje? Yananyoka. Kwani anasema ninakujengea kibanda, nakujengea kibanda na kuanzishia duka. Alafu baadaye unakubali, nafanya uzinzi, nafanya uzinzi, nakuta duka milioni. Shida ni kwamba hauangalii vizuri duka linakuwa <laughs> kidogo kidogo kidogo. Badala ya duka amekupa duka la tumbo. Naviwambia kwamba ukizaa mtoto kwa njia hiyo yu, usimuite Yusufu wala usimuite Benjamini wala usimuite Gabriel umuite Kiswimbo. <laughs> ukazaa mtoto kwa kudanganywa na umezalia huko kwenye migomba kwenye, kwenye, kwenye mahindi huko, alafu namwita Yusufu? ndio Yusufu. Amri ya kumi inasema usitamani mke wa jirani wala chochote alichonacho, sindi usitamani, sitamani utamani nyumba yake, utamani mke wake, utamani ee, mtumwa wake wala mjakazi wake wala, uh, niliwaambia hiyo kwamba kwa Kiswahili imekosa lugha nzuri. Akasema utamani kutamani. Kwa mfano mtu amejenga nyumba yenye ramani unayoipenda, umeenda kujenga hiyo hiyo tikwapo, umetenda dhambi? Hapana mtu amenunua gari unalolipenda, na wewe ukaenda ukajitamani lile gari, na wewe kaenda kununua lile lile, sio dhambi, sio dhambi. Kwenye kinyakyusa ina maana maneno mawili, usitamani. Kwa kinyakyusa unganyonywaga. Sasa ukunyonywa sio dhambi, ila kuna lugha nzito, nasema ngatotomelaga akandukokosa akalina kunina. Ukutotomela ni kutamani nia mbaya, yani kwamba kwamba mwenzako kwa amejenga nyumba nzuri e, nyumba, yani amejenga nyumba hizo anajivuna, hawa ndio wakwenda kununua petroli, mwagilia, washa moto <laughs> ni kwamba una uwezo na iwazia kiahakutotomea kutamani kwa nia mbaya. Kuna kutamani kwa nia nzuri, kuna kutamani kwa nia mbaya. Katika hizi amri kumi hizi sita, kuanzia waheshimu baba yako, usiue, usizini, usibe, usishuhudie uongo, usitamani, ziliandikwa kwenye Sema, ya pili yafanana nayo hiyo ya, ya kwanza nayo yasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Zile, zile, zile amri ambazo zilikuwa kwenye ubao wa pili zilikuwa sita zinahusu upendo wako kwa mwanadamu mwenza, na hizi amri ndizo ambazo serikali imechukua jinsi zilivyo nakusi

wa mahusiano ya mtu na mtu, mtu na mtu, ila mahusiano yako na Mungu, ah, serikali imekuwa cha huko. Mahusiano ya mtu na mtu uh, unawajibika. Ukiiba, si nimeiba kwa mjomba jamani, kuna shida gani? Ukikamatwa ndio utaelewa, kumbe huyo sio mjomba. Ukizini ukakamatwa, ah, yaani yaani kwenye hii kuzini ndio, hata kama umezini na mtoto wako, mm. Wakakukamata tena, hiyo ndiyo hata kwenye magazeti itakuwa iko vizuri. <laughs> Tena wasemi amezidi na mtoto amebaka mtoto. Ni mtoto wako, ni kweli, ni wakwako, ila utaozea kiela, umekusa mamisiano ya mwanadamu mwenzako Kwayo, kwa hiyo amri ziko mbili: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu na kwa akili, inahusu amri zile nne. Mpende jirani yako kama yako kama nafsi yako, inahusu amri hizi sita. Kwa hiyo turudi sasa kwenye zile amri za nne, uh, kumpenda Mungu kwa moyo na kwa nguvu na kwa akili. Kumpenda Mungu kuwa na miungu mingine, ukivunja tu hiyo amri hauna upendo kwa Mungu. Wow. Usi, ukichonga sanamu na kuiheshimu na kuiabudu kama Mungu, hauna upendo kwa Mungu. Ukilitaja bure jina la Bwana Mungu wako, kumhusisha Mungu kwenye uongo, hauna upendo kwa Mungu. Ukifanya kazi siku ya Sabato, ukafanya kazi siku ya Sabato, hauna upendo kwa nani? Na ndio maana hata serikali nakushanga Bana, ukisema kamusi ile, kamusi ile ya Kiswahili inasema sabato ni siku ya kupumzika tena, ni siku ya jumamosi ya kumwabudu Mungu sabato. Kwa hiyo hata serikali najua sabato ni Jumamosi, na ndio siku ya kumwabudu nani? Mungu ndio Jumamosi ndio sabato.

yanakubaliana kwamba sabato ni Jumamosi. Yote hata wa Moreviani. Mimi nimetoka Moreviani, najivunia Moreviani. Moreviani, Moreviani anasema hivi